Sasa mbegu zinahitajika kuuzwa kwenye mfumo wa ruzuku, japokuwa tunakutana na changamoto. Kuna baadhi ya wakulima wanakuja hawana namba, lakini mtu anakuwa anahitaji mbegu, ukimwelekeza jinsi ya kufuatilia apate namba, anakwambia anahitaji mbegu tu. Kwa hiyo pia ni changamoto ambazo tunakutana nazo kwenye mfumo wa ruzuku. Huo mfumo sio rafiki sana kwetu sisi, kwa sababu kuna muda wanaweza wakaja wateja kama kumi, kila mmoja anahitaji mbegu nyingine. Kwa hiyo jinsi ya kukaa kuwasikani kila mmoja inakuwa ni changamoto. Kwa ushauri wangu, labda tu serikali isimamie bei gani wakulima wauziwe mbegu, lakini sio kuweka namba ya za ruzuku, kwa sababu zinatuchelewesha wakati wa kuuza. Wateja wanaweza wakawa ni wengi, jinsi ya kumsikani mmoja mmoja inachukua muda, nafikira tu mteja mwingine anakata tamaa anaondoka, kwa hiyo inakuwa ni changamoto ya kumpoteza mteja, na niombe tu serikali iendelee kutoa elimu kwa baadhi ya wakulima, maana hawafahamu wakulima baadhi wanakuja bila hawana zile namba za ruzuku, lakini tunashukuru serikali katika mfumo wa utoaji wa mbegu kwa wa Kuri, kwa mfumo wa ruzuku ulioweka mfumo wa kwamba mkulima akija ana namba ya ruzuku na jinsi unaweza ukamsaidia kwa ajili ya ili aweze kupata mbegu na msajili hapo hapo na anapata mbegu. Tuko kwenye ukaguzi wa maduka tukifuatilia utekelezaji wa mpango wa ruzuku unaotolewa na serikali ruzuku ya mbegu za mahindi. Kwa hiyo mpaka leo tumeshakagua zaidi ya maduka 200 na tumewakuta wakala wakubwa sita, ambao wana changamoto ya kuuza mbegu nje ya mfumo wa ruzuku. Kwa hiyo au tayari tumewachukulia hatua, ikiwemo kuwapa muda wa kujieleza kwa nini wasifutiwe vibali vya kusambaza mbegu kwa kuuza mbegu nje ya mfumo wa ruzuku. Serikali imeweka mfumo huu wa ruzuku ya pembejeo ili iweze kufuatilia ni jinsi gani wakulima wanapata hizo pembejeo na pembejeo ambazo ni bora. Serikali imeamua mbegu zipite kwenye mfumo wa ruzuku ili kuweza kudhibiti ubora na kuweza kufuatilia mpaka mkulima wa mwisho. Sasa katika ukaguzi ambao tumefanya tumekuta mawakala wakubwa na wadogo wanauza nje, wanauza mbegu nje ya mfumo wa ruzuku wakisingizia kwamba mfumo unakuwa chini, network inakuwa iko chini wanakuwa na wateja wengi, lakini wengine wanasingizia kwamba wakulima hawana namba za mkulima, kwa sababu mkulima kama hana namba ile hawezi kuchukua mbegu kupitia mfumo wa ruzuku. Lakini bado serikali baada ya kuliona hilo iliwapa mwanya mawakala kuweza kuwasajili wakulima aa, kwa ukubwa usiozidi ekari mbili, ili waweze kuwasaidia, na huo usajili tunaita usajili wa muda. Kwa hiyo serikali itaendelea kuchukua hatua kuhakikisha kwamba wananchi wanapata mbegu zilizo bora na mawakala wanafata utaratibu uliowekwa na serikali. Lai yetu ni kwamba wananchi waendelee kujiandikisha, wapite kwenye ofisi za watendaji wa vijiji, ofisi za watendaji wa kata, wajiandikishe, na kama wamesahau namba zao waweze kuziuisha ili waweze kufaidika na hii ruzuku inayotolewa na serikali. Lakini vile vile tunapita kuangalia ubora wa mbegu ambazo zinasambazwa na tumekuta kuna baadhi ya mawakala wachache bado wanauza mbegu ambazo hazina lebo ya Toski. Na Toski tumekuja na huu mfumo wa kuweka lebo kwenye mbegu, na hizi hizi lebo ni za kidijitali, yaani lebo tutasema za electronic, ambayo mkulima anaweza akaiskani, aka, aka, aka au akakwangua kama vocha, akaingiza zile namba, akapata ubora au mataarifa za hiyo mbegu, kama ni bora na imethibitishwa ubora au sio bora. Bado, kwa hiyo bado tunaendelea kwa kuwasisitiza mawakala wote nchini wafate taratibu za uuzaji wa mbegu, kwa sababu hata kama mkulima akitumia juhudi gani, akitumia mbegu ambayo sio bora atapata hasara.